Mimi naona kiupande fulani ni shukuru serikali kwa jambo ambalo wamelifanya, kwa maana ni jambo jema. Kwa maana hapo nyuma tulikuwa hatuna, hatuna uokozi wa design yoyote, kwa maana kuna muda mwingine wimbi nakuwa kali, mtu anapata hata kugongana kwa mitungwi, watu wanazama na hakuna uokozi mpaka je mje mpate kuorganize watu mlioko nchi kavu kwenda kwenda kumwokoa mtu ti mshafariki. Kwa hiyo katika hilo mi napongeza serikali, mefanya jambo maana na kwanza napenda kumshukuru rais wetu mama yetu ameweza kutukumbuka sisi wavuvi wa kanda ya Ziwa na wanajamii wote wanaohusika na masuala yote ya ziwani. Tunapenda kumpongeza kwa kutuletea boti hii ndani ya awamu yake hii na tunamwahidi kwamba kwa hakika alichotuonyesha sisi wana kanda ziwa wavuvi wote tunahusika na kanda ziwa kutuletea boti hiyo hukozi tuna botia ukozi tuna mwahidi kipindi kinachokuja cha uchaguzi tunamwahidi, lazima atapita, kwa sababu mambo mengi yamefanya tunayaona, na ili yalioleta nalo ni jema kwetu, inatuokoa na tunashukuru sana Mama yuko kazini.